Na mtazamaji wa Faida Online TV, watu wa fieldi, leo tumepiga mguu mpaka kuingia hapa kwenye kata ya Mangaka inayopatikana kwenye wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara. Uelekeo huu kutokea Mtwara kukatisha hivi kuelekea moja kwa moja e, Tunduru kuelekea moja kwa moja Songea. Leo tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wajasiriamali wadogo wadogo wafanya biashara, pia tuambie kwa namna gani msimu huu wa zao la korosho umewaletea manufaa wao na kama kuna changamoto yote tuweze kuijua. Wengi wamezungumza, lakini wakisema kwamba kutokana na kuchelewa kwa minada ya korosho msimu huu kumetorotesha kidogo shughuli zao za uchumi endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Kishe Kassim Hamisi. Ni mkazi wa Mangaka wilaya ya Nanyumbu. Hali ya biashara kwa kweli ni kwa ngumu kidogo maana misimu yote inakupa kipindi cha korosho inakupa ni misimu mizuri. Kwa mwaka huu ni msimu mgumu kwetu. Maana hata biashara inakuwa ngumu na mzunguko unakuwa mchache. Msimu umechelewa kuanza. Mimi ni mkazi wa wilaya ya Nanyumbu na pia ina mwaka mmoja kwenye ufundi wangu. Kwa siku unaweza ukapata hata wateja watatu wanne, yaani kuna utofauti na ina, e, inategemeana. Faida ndio inapatikana na jikizi na, na mahitaji madogo madogo e. Kwa majina anaitwa Manuel Rafael Binali, naishi mkoa wa Mtwara wilaya ya Nanyumbu mjini Mangaka. Mimi ni bodaboda wa Steboy. Kwa msimu msimu wa korosho kisikaga, kwa siku tunaweza kupata kifedha tofauti na msimu mwingine. Tokea nimeanza kufanya kazi yangu ya bodaboda, huu sasa hivi ni mwaka wa tatu. Eh, kwani nimenunua kiwanja kupitia kazi yangu bodaboda na namiliki simu mzuri na na mafanikio tu kama hivyo namo mwakani tarehe ngapi inaweza kuanzisha ujenzi eh, kupitia bodaboda -boda yangu. Kwa majina naitwa Makabishe Kimonge, ni mkazi wa Mangaka wilaya ya Nanyumbu mkoa wa Mtwara. Kazi yangu ni fundi kushona. Msimu wa korosho hali ya wateja na kupo mzuri tu, inategemea kama mwaka huu na mwaka jana tofauti mwaka jana alikuwepo wateja wengi na hela zilikuwa zinaonekana ila mwaka huu kwa siku unaweza ukaingiza mteja mmoja au wawili naisi bado alijakaa vizuri na nahesi na mnada ulichelewa ni kwa majina naitwa Hussein Almasi mkazi wa Kigamboni CDC majengo upande wa biashara bwana sio mbaya sana kwa msimu kama huo hapo naka biashara kidogo zimiruzi lakini zinapotoka hela za korosho, na nakuwa biashara tunafanya kazi mpaka mwezi wa pili, inafanya biashara za mtumba. ia namshukuru Mungu, mafanikio yapo, nimejenga unua shamba unua shamba. kwa jina naitwa Mzee Godfrey Mole, ni mkazi wa hapa Mangaka wilayani Nanyumbu. kwa msimu wa biashara, saa hizi hali kidogo afueni kidogo, so sana kama mwezi uliopita ule. Kwa hiyo ndo kidogo tunasema asante, alhamdulillah. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na ku comment channel li yetu ili iliendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.